Wanahabari, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuiona siku ya leo tukiwa na afya njema. Kwa, kwa namna pekee napenda pia kutumia nafasi hii kuvishukuru vyombo vya habari vyote nchini, nchini hususan jukwaa la, la wahariri wa habari Tanzania kwa maana ya TEF pamoja na ninyi waandishi wa habari ambao mmeitikia wito wetu wa kuja kwenye mkutano huu muhimu. Pia nawashukuru kwa dhati waheshimiwa wenye viti na makamu wenye viti na wajumbe wa kamati zetu za bunge waliojumuika na mimi hapa leo kwa ajili ya shughuli hii. Najua wana kazi nyingi kama alivyosema eh, kuna hotuba za bajeti zinaendelea kule, lakini wakaona ni muhimu kuja kujumuika na mimi hapa leo kwenye shughuli hii ambayo tunataarifu wananchi kuhusu ukaguzi wetu, na hawa ndio ambao wanashughulikia hizi taarifa zetu za ukaguzi. Ndugu wanahabari, ee, ibara ya 143 ibara ndogo ya kwanza ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaelekeza kuwepo kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya CAG. Lakini ibara ya 143 ibara ndogo ya pili C si. inampa jukumu la kukagua na kutoa taarifa na kuziwasilisha kwa mheshimiwa Rais angalau mara moja kila mwaka aidha ibara ya 143 ibara ndogo ya tano inaelekeza kuwa katika kutekeleza majukumu yake CAG atafuata sheria nyingine zilizotungwa na bunge bunge letu limetunga sheria kadhaa ili kuongoza utaratibu wa kufanya kazi kwa ofisi ya taifa ya ukaguzi ikiwemo sheria ya ukaguzi wa umma sura 418 na kanuni zake pia kuna sheria ya bajeti na sheria nyingi mbalimbali ikizisoma mbali, zinaelekeza kuhusu ukaguzi wa hesabu eh, za serikali Ndugu ana habari, ili kuleta uwajibikaji kuleta, ibara ya 143 ibara ndogo ya nne ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inaelekeza kuwa baada ya mheshimiwa rais kupokea ripoti toka kwa CAG ataelekeza wahusika kwa maana ya mawaziri kuwasilisha ripoti husika bungeni ndani ya siku saba za kazi baada ya kikao kinachofuata cha bunge. Pia ibara hiyo inaelekeza kwamba kama serikali haitawasilisha ripoti za CAG bungeni ndani ya muda uliotajwa basi CAG atazipeleka ripoti hizo kwa mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii maana yake ni kuhakikisha kwamba ripoti za Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali zinawasilishwa bungeni, na kwa maana hiyo kuwafikia wananchi, kwa sababu wabunge ndio wawakilishi wa wananchi. Ndugu wanahabari, kama mtakumbuka tarehe 7 mwezi Machi niliwasilisha ripoti za ukaguzi kwa Mheshimiwa Rais na rais, Mheshimiwa Rais ameziwasilisha ripoti hizo bungeni kama katiba inavyotaka. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hatua hii, kwa sababu siku zote Mheshimiwa Rais amekuwa akihakikisha kwamba ripoti hizi zinaenda bungeni ndani ya muda wa kikatiba, na sasa hivi pia imefanyika hivyo. Ndani ya muda wa kikatiba ripoti ziko bungeni na zimewasilishwa leo bungeni tumetoka sasa hivi hapa, ripoti ndio kwa zimewasilishwa bungeni. Wanahabari, napenda kutaarifu umma kuwa leo tarehe 16 Aprili 2025, serikali imewasilisha rasmi ripoti za ukaguzi bungeni ndani ya muda uliowekwa na, na katiba kama ambavyo imekuwa ikifanya mara zote. Ripoti zishafika bungeni, utaratibu wa kibunge hutumika katika kuzijadili. Kwa mjibu wa kifungu cha 39 cha sheria ya ukaguzi wa umma sura 418 baada ya ripoti hizo kuwasilishwa bungeni, basi inakuwa wazi kwa wananchi. Ripoti zilizowasilishwa bungeni, unafanyika mchakato wa kibunge wa kuzijadili, ambazo zitawasilishwa sasa kwenye kamati zetu za uwajibikaji watazijadili. Lakini kazi yangu mimi ni kuziweka hizo ripoti wazi, kwa sababu sheria inanitaka hizo ripoti niziweke wazi, nizipublish kwenye Eh, tovuti zetu na pia ziwepo ripoti kama mwananchi atataka kuzisoma basi aweze kuzisoma. Hivyo basi, nipo hapa kuwafahamisha kwamba baada tu ya kuwasilishwa bungeni ripoti hizi tayari zipo kwenye mtandao wetu wa www.nao.go.tz na kwa sasa, kila mwananchi au mdau muhimu, mtu yoyote atapata nafasi ya kuzipakua na kuzisoma muda wowote wa na kuanza majadiliano Wananchi wanazisoma hizo taarifa zetu na kuona namna gani zinasema, na mtandao wenyewe ndio ule www.nao.go.tz. Ukiingia hapo utazipata ripoti zetu zote. Kama mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, nina jukumu kubwa la kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa fedha za umma nchini. Kwa msingi huo, ni muhimu kutoa taarifa rasmi kwa umma kupitia vyombo vya habari ili wananchi waweze kupata matokeo ya ukaguzi kwa wakati, kwa uwazi na kwa, kue, kwa uelewa mpana. Hatua hii ni utekelezaji wa viwango vya kimataifa vya ukaguzi wa sekta ya umma vinavyotolewa na jumuiya ya kimataifa ya taasisi kuu za ukaguzi kwa maana INTOSAI. Hasa utekelezaji huu unazingatia INTOSAI P 20 ambao ni principles of transparency and accountability, ambapo principle 8 inaelekeza kwamba Nitasoma kwa Kiingereza kwa kunukuu size, kwa maana supreme audit institutions should communicate timely widely and openly on their activities and audit result through the media website and by other means to facilitate public accessibility and understanding of the role of the supreme audit institution and its work. Kwa hiyo kinachofanyika hapa kinazingatia kanuni za ukaguzi za kimataifa. Kanuni hii inaweka msisitizo mkubwa katika utoaji wa taarifa wazi na kwa wakati kuhusu matokeo ya ukaguzi ili wananchi waweze kuzisoma, kuzielewa na kushiriki kamilifu katika usimamizi bora wa rasilimali za umma kwa manufaa na maendeleo endelevu ya taifa. Kwa maana hii taifa letu la Tanzania. Ndugu wanahabari, ripoti ambazo niliziwasilisha ni, ni, ni, kwa Mheshimiwa Rais tarehe 27 Machi 2025 na leo zimewasilishwa bungeni na ambazo leo tunaziweka hadharani ni kama zifuatazo. Kwanza kuna ripoti kuu ya ukagu, ripoti ya ukaguzi wa serikali kuu, ripoti ya ukaguzi wa ofisi ya rais TAMISEMI, tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma, ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya TEHAMA, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ufuatiliaji mapendekezo ya ukaguzi wa ufanisi na ripoti kumi na nne zinazohusu ukaguzi wa ufanisi katika sekta mbalimbali serikalini. Ndugu wana habari, ripoti hizo kumi na nne za ukaguzi wa ufanisi katika maeneo mbalimbali ni kama zifuatazo: kwanza, usimamizi wa huduma za vivuko, usimamizi wa mafuriko, usimamizi wa vyombo vya usafiri wa majini, udhibiti wa tiba asili na tiba mbadala, usimamizi wa utoaji wa vyeti vya vizazi na vifo usimamizi wa data za kijiosayansi katika sekta ya madini, utekelezaji wa miradi mradi wa ujenzi wa kujenga kesho bora, mpango wa vijana wa biashara ya kilimo kwa maana BBT, utoaji wa huduma za ugani kwa mifugo, usimamizi wa huduma za hali ya hewa, usimamizi wa mashine za kielektroniki kutolea za kutolea stakabadhi katika ukusanyaji wa mapato kwa maana EFD, usimamizi wa biashara ya carbon utekelezaji wa mpango wa kitaifa kukabiliana na hali ya jangwa, usimamizi wa matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano kwa maana ya tehama katika mamlaka ya udhibiti na utoaji huduma, ufanisi wa gharama za mifumo ya tehama inayoandaliwa ndani ya taasisi za umma. Hizo ni ripoti kumi na nne za ufanisi katika sekta mbalimbali. Ni wasihi ndugu wanahabari na ndugu wananchi na, wa na, na wadau wote mzipitie na kuzisoma ripoti hizo na hivyo kuhabarisha wananchi kilichomo, na wananchi wazisome ripoti hizi kuona jinsi serikali inavyotumia rasilimali za umma. Ndugu wanahabari, aidha, kwa kutambua kwamba ripoti za ukaguzi zinaweza kuwa ngumu kueleweka kwa urahisi kutokana na matumizi ya lugha za kitaalamu za kikaguzi, za kihasibu, nimeandaa kitabu maalum kwa ajili ya wananchi kiitwacho Toleo Maalum la Wananchi. Toleo hili nalitoa kila mwaka na limeandikwa kwa lugha rahisi na kutumia picha na vibonzo pamoja na michoro ili kumrahisishia mwananchi wa kawaida kupata uelewa wa matokeo ya ukaguzi bila kukwama kutokana na maneno magumu ya taalamu ambayo yanaweza kuwa kwenye ripoti zile kubwa. Lengo letu ni kuwezesha wananchi kutekeleza kikamilifu wajibu wao wa kikatiba, kulinda rasilimali za serikali na zinazomilikiwa kwa pamoja dhidi ya upotevu na matumizi mabaya kama ilivyoelekezwa katika ibara ya 27 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, ripoti hizi zina mambo mengi na mapendekezo ya kina kwa kila suala kwa lengo la kuongeza uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma. Ni matumaini yangu kwamba mtapata muda wa kuzisoma kwa umakini na kwa kina ili taarifa mtakazoziandika kwenye vyombo vyenu vya habari ziweze kuchangia katika juhudi za kuwaletea Tanzania maendeleo. Ndugu wanahabari, pia ripoti hizo kuanzia leo, kama nilivyosema, zinapatikana kwenye tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa maana www.nao.go.tz pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii ya X, zamani Twitter, Instagram, Facebook ambazo zinapatikana kupitia at ukaguzi Tanzania. Kwa hiyo zitaingia kwenye mitandao yote ya kijamii ripoti zote, ukizihitaji utazisoma. Pia ofisi yangu ina mpango wa kufanya warsha mbalimbali kwa kushirikiana na asasi za kiraia pamoja na NGOs nchini pamoja na waandishi wa habari. Warsha hizi zinalenga kusambaza uelewa wa kina kuhusu dhana na matokeo ya ukaguzi, ili mashirika haya yaweze kuwafikishia wananchi wa kawaida taarifa za ukaguzi katika lugha rahisi na kueleweka zaidi. Hatua hii inalenga kuongeza ushiriki wa wananchi katika kufuatilia matumizi ya fedha za umma na hivyo kuchochea uwajibikaji na maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Ndugu wanahabari, kwa mara nyingine tena napenda kuvishukuru sana vyombo vya habari vya Tanzania, Jukwaa la Wahariri Tanzania, vilabu vya waandishi wa habari pamoja na vyombo vyote vya habari vinavyopatikana kwenye mitandao ya, ya kijamii ambavyo vinatumika kuhabarisha umma. Kwa kuendelea kunipa ushirikiano mkubwa katika kutekeleza jukumu langu hili kubwa kwa maslahi mapana ya taifa letu. Naomba mkazisome taarifa hizi ambazo tayari zipo kwenye mitandao na nitoe wito kwa wananchi wengine pia kuzisoma taarifa hizi ili kuelewa ni nini kilichomo. Na sasa kinachofuatia ni hizi taarifa kuingia kwenye mchakato wa kibunge ili waweze kuzifanyia kazi. Itakavyowapenda, kadiri itakavyowapendeza na tutapata matokeo kutoka kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jinsi ambavyo wanajadili hizi taarifa na matokeo yanatoka. Kuna maazimio wanatoa ambayo serikali inaenda kuyafanyia kazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Leo ndio bunge limekabidhiwa uh, hizi taarifa. Uh, kama ambavyo matakwa ya kikatiba yanataka ibara ya mia moja arobaini na tatu ya katiba kama ambavyo wamesema amesema. Kwa hiyo sisi kama uh, wenye viti wa kamati ambao tuko kwenye kamati ambazo tunafanya kazi kwa niaba ya bunge tumepokea, ili twende tukaanze michakato ya kibunge, kwa sababu hili tukio ni la kwapo eh, unaujulisha umma ili na sisi tukaanze michakato ya kibunge kwa, na sisi tumepokea kwa niaba ya bunge, na tutafanya michakato ya kibunge lakini, na mimi ulivyokuwa ukiongea, ukiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais, pia na mimi nilisikiliza sikiliza, jambo ambalo pia na uh, Mheshimiwa Songe hapa amesema kwenye eneo letu la serikali za mitaa nadhani taasisi na idara zote mia mbili ishirini zimepata hati zinazoridhisha. Sasa mtu na nilisema mwaka jana hapa kwamba kupata hati inayoridhisha ni jambo moja, matumizi ya fedha inayostahili ni jambo lingine, matumizi ya fedha ambayo ameenda kinyume na utaratibu pia ni jambo lingine. Kwa tunaweza tukawa tunafurahia ndiyo kwamba wataalamu wetu wa mahesabu huko chini wameweza kuandaa hesabu kwa standard za kimataifa. Nye wahesabu wana mahesabu wanasema hivyo, mimi ni ngwini mwanasheria tu eh, siko kwenye hesabu, lakini pia nakuja kuja kwao ni kweli yani, watu wetu washakuwa wataalamu kuandaa mahesabu kwa standard za nini za kimataifa. Lakini sasa hoja ya pili nakuja ukweli halisi huko chini ukoje, kwamba fedha za umma zimetumika kwa utaratibu unaotakiwa.